Ambao una urefu wa mita elfu moja na mia saba na tano ambayo itakuwa ni runway ambayo inaanzia hapa mpaka hapa. Lakini kwa sasa hivi, kazi zilizofanyika, tumeshamaliza kilomita moja, tumeshaweka lami na uwanja unatumika. Uwanja huu, bahati nzuri ni kwamba kwa mujibu wa mkataba hautakii kufungwa pamoja kwa na kwamba tunajenga lakini ndege zinaendelea kutua. Kwa hiyo tangu tumeanza kujenga ndege hazijawahi kusimama kutua kwenye uwanja huu. Kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya mwanzoni tulijenga upande huu, ndege zikawa zinatua upande huu. Sasa hivi tulishamaliza kuweka upande huu lami kilomita moja, ndege kwa hiyo sasa hivi zinatua huku, tunajenga upande huu. Hapa tumeshaweka lami kilomita moja, hapa tumeshafanya maandalizi ya kuweka lami. Sasa hivi kinachofuata ni tabaka la kuweka lami ambayo tunategemea ndani ya siku mbili zijazo tunaweza kuanza kuweka lami mita 705 zilizobaki. Lakini pia kuna hii ni taxiway, maingilio na hii ni apron ambayo ni maegesho ya ndege. Hapa tuliposimama ndio hapa. Hili eneo tulilosimama ndio kwa ajili ya maegesho ya ndege. Lakini pia mradi huu na jengo la fire ambalo ndio, ndio jengo la zima moto ambalo ukiangalia pale ndio lile linaloonekana pale. Ndio jengo la zima moto. Lakini pia tunalojenga jengo kwa ajili ya kuzalisha umeme kwa dharura ni kesi umeme wa TANESCO umekatika katika kutakuwa na generator standby hapa. Na yenyewe lipo pale inaendelea na ujenzi. Hili eneo hapa ndio liko proposed kwa ajili ya kujenga terminal building ambalo baada tu ya huo weusi unaoona panapofuatia kule ndio panatakiwa pajengwe jengo la abiria mpaka sasa. Kwa hiyo mpaka sasa, eneo ambalo bado tunaendelea kufanyia kazi mita 75 ambayo inategemea kuanza siku mbili zijazo kuweka lami, ili uanze kukamilika na tuweze kuendelea. Katibu Mkuu, naomba kusisitiza. Heshima kubwa ya mji wetu inatakiwa iakisiwe na aina ya uwanja wa ndege tulionao, lakini kwa sisi wafuasi wa baba wa taifa Mwalimu Nyerere, tunafurahi sana tunapoona maendeleo haya yanapigwa katika wilaya ya Musoma na mkoa wa Mara. Ni ni, ni matumaini yangu kwamba kukamilika kwa uwanja huu kutaleta mabadiliko makubwa katika mkoa wetu. Mmeongea habari ya ku, kuimarisha utalii kuimarisha usafiri na, na mimi nakubaliana nanyi kwamba mtu akitoka Mwanza kama anakwenda Serengeti mbugani kule, Musoma ni karibu zaidi kuliko mtu akitoka mwanza au hata akitoka Arusha. Kwa, kwa vyovyote vile, watalii wetu wakiwa na njia mbalimbali za namna ya kufika katika mbuga zetu, maana yake mwisho wa siku tutakuwa na watalii ambao wanaingia wakitokea Arusha, wengine wanaingia wakitokea Musoma, wengine wanaingia wakitokea Mwanza. Kwa hiyo mbuga zetu zitajaa zaidi na utalii utaimarika. Nimeona taarifa ya hatua tuliyofikia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 ni vizuri mamlaka ya viwanja vya ndege kwa kushirikiana na wizara pamoja na kwa kushirikiana na wizara ya fedha, wa, waone namna ambavyo zoezi la tathmini ambayo limeshakamilika linafanyiwa kazi. Kuwa na uwanja bila kuwa na jengo la abiria inakuwa halina ina, ina ukakasi kidogo, eh, maana tunaweza tukajikuta mahala tukamwomba shehe